Mimi ni washukuru sana kwa kuja kwenye msiba wa ndugu yetu aliyekuwa mwenyekiti, lakini mpaka sasa mwili wake haujapatikana na hatujui hata umeenda wapi. Na kwa kuwa mwili haupo ndani, hivyo tunapaswa kushirikiana kwa kila mmoja ili tupate ufumbuzi wa hili. Na kama mnavyojua, mtu awe amekufa kwenye maji au wamekufa sehemu yote ambayo utatanishi, basi kuna taratibu za uchunguzi. Baada ya kukamilika, ndipo hatua za mazishi zinafanyika. Kwa hiyo, kwa kushirikiana na serikali pamoja na wanakijiji na kila mmoja wetu hapa, basi mimi niseme tuliache jambo hili mpaka jioni pale tutakapokuwa tumepata majibu.

Heshima hayo niliyokueleza usije ukamwambia yoyote, si kwa mjomba Kata wala wifi yako. Na kingine, nilikuwa nikipambana sana kukurudisha katika hali hii, hivyo kwa kuwa nimeshafanikiwa, nahitaji utoke hapa kwenye uu mji, uende huko kwangu walikuwa napoishi, na ili mradi mimi niendelee kupambana na hili mpaka nitakapomaliza, kisha na mimi nitakuja huko. Kwa hiyo nitamwamuru mjomba kata akuchukue ili akupeleke huko. Yeye akiamua kubaki huko na wewe ni sawa, ila akiamua kurudi pia hakuna shida, maana wapo watu wakuweza kukaa nao wewe. Nadhani umenielewa dada. Ni sawa kaka, nimekuelewa. Natamani nijue alisabibisha hivi ni nani, maana najishangaa nivurudisha fahamu nimejikuta na nguo nyeupe, tena sanda Kiashirio tosha nilikuwa ni mfu. Hilo sio muda wake kwa sasa, nitakufahamisha kwa muda mwingine. Kwa wakati huu ungefuata yale maagizo yangu au ushauri wangu kutoka nje hapa kwenda kwenye mji nilokuambia. Baada ya hivi nitakapokuja, mimi nitakueleza kila kitu. Sawa kaka, nimekusikia, nitafuta ushauri wako. Ngoja nirudi ujuani sana kwa kuja kwenye msiba, lakini pia ni watakelazi kwa hichi nitakachowaambia. Mpaka hivi sasa mwili wa marehemu haupo ndani, nikimaanisha umepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na kama mnavyojua taratibu za mazishi hufanywa mpaka mwili utakapoonekana, hivyo tunahitaji kushirikiana nyinyi pamoja na serikali ili tupate ufumbuzi. Inawezekana mmoja wetu hapa anaweza akapata taarifa wapi mwili ulipo paka. Kwa hiyo mimi niwatawanye, nikimaanisha niwaruhusu mpaka taratibu zitapokuwa zimekamilika. kama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaubadiri mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu analipi

na taratibu za msiba nikapitia kwa mwanangu. Unajua chikijiji zalau hichi chikijiji nongo ina mazonge ile ile, sikanyagi bwana, nirudi zangu ukame kwa sababu pale yenyewe kuna wafiwa ujue, afu ulekavungwa malao kwao, ni bora ukamtimbia pale, ukaenda kumpapole, afu ukaendelea na harakati zako, ili baadaye tikeli sijakakuona wewe, jao sima mwanangu, ujue tikeli. Oya na nadangu mmoja pale mtani pale kutabina, nitakupa nandana naye akili mwanangu, mimi hivi basi haipimwi. tafadhali nilivyokuona. Maana nilikuwa nakuja huko kwako. Haya, karibu ushanikuta hapa njiani. Karibu. Na lengo la kuja huko kwako ku, kuhusu Makoroboi. Maana toka jana Makoroboi hatoki pale nyumbani, hayuko sawa. Lakini mwenzangu aliniahidi atarudi tena pale, nashangaa shangaa hadi leo hajarudi. Nilikuwa nakuja huko kwako kwa ajili ya kumuulizia yeye. Sawa shemeji. Mimi Makoroboi nilikuwa naye jana usiku. Nilikuwa naye kwenye mambo yetu ya biashara haya. Kwa watu kuweza kulala nyumbani tulikuwa pamoja huko. Ila leo pia nilikuwa naye msibani pale kwa husheni wa mwenyekiti yule aliyefariki. Kwa hiyo kuna vitu vingi tumevizungumza nadhani kuanzia pale baada ya kumaliza msiba, ataonana na wewe. Sasa mimi nitampata wapi? unajua kondwa yake kabisa mimi siwezi. <laughs> Shemeje, ila swala niachie mimi. Nitazungumza na Makoroboi na nitamweleza kuwa anamtafuta. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikwambie Shemeje. Kitu gani tena hicho? Wahenga kila msemo unaosema una maana yake, hata kama ukiwa wa kipuuzi kiasi gani, lakini utakuwa na maana. Na ndio maana wakasema, ukila na kipofu usimshike mkono, na usitukane mamba kabla hujavuka mto. Unamaanisha nini? Mm -hmm. Swali zuri sana hilo. Maana yangu ni hivi, najua kila ulichomwambia makoloboi kwa asilimia mia kina ukweli, lakini nikushauri tu, achana na hiyo habari. jambo zuri kwako ni kupambania ili upate ndoa, ili uishi na Makoroboi, sio kuharibu ndoa ya Nkela. Kwa hiyo mimi yangu ni haya tu, yazingatie na nikutakie siku njema. Asante <tipasikana> shemeji Mimi sina hata mtoto maana nilikuchukua mjini kukuleta kijijini, nifiche aibu yangu ya maana, mimi nawe ndo tunaelewa siri yetu. Aibu yangu ya ni wewe wa kuificha. Mimi na mzee Manembo kuna vitu tunataka kusaidiana, yeye anahitaji kitu nami nahitaji kitu kwake, lakini kitu anachokihitaji kwangu msaada mkubwa ni wewe naamini. We mwanangu, hapa kijini ni mzuri na huwezi kukosa mwanaume, na mimi nataka unisaidie kitu kimoja tu. Naomba umuombe yule mwanaume uende naye shambani pale. Mtapofika shambani, wakati wa kupandikiza hizo mbegu, hatapopandikiza tu hizo mbegu, ufanye juu chini uzichukue. Mimi na shida nazo, sijui umenielewa mwanangu. Nimekuelewa mama. Lakini mimi toka nimekuja hapa sijaanzisha mahusiano yoyote. Na kwa hiki kipindi nilichoenda mjini kuna mahusiano nilianzisha. Lakini ile mahusiano yaliniumiza. Kwa hiyo nikaamua niachane nayo kwa sababu mahusiano. Na kwa hapa kijijini hakuna mwenye ujasiri wa kuja kunitongoza. Sana sana kuna kijana mmoja ndo alivaa ujasiri wa kunisimamisha. Na kwa sababu yule ni mgeni kuna sehemu aliomba nimpeleke. Kijana gani? Ni mrefu hivi mweupe, ana nywele za kishombeshombe na yeye ajitambulisha kama ni mmoja wapo ya walimu wanakuja kufundisha hapa kijijini. ah, huyu ndo mwalimu wetu wa Isinoa, alikuwa anatufundisha Kiingereza. Hata huyo anafaa <tune> Mashfika no. Ngoja mimi miay nyumbani kwetu. Jamani rafiki yangu Tangani, ulivyonipitia mwanzo, twende msibani, umekuja hima, hima, na sasa hivi unarudia hivyo hivyo so. Sawa, tuachane na hayo. Vipi mwenzangu, mambo aliotokea pale msibani umeyaelewa kweli? Hmm, yaani kuhusu ule msiba mimi sijaelewa kabisa, pale kubwa balaa, lakini pia tukiwa msiba dada yake nakumbuka, ila ya mambo. Aya ila na na kumbuka ya mambo tuache kama yalivyo. Unamjua yule mzee asiyetajwa, tusije tukafupisha siku zetu bure. Haya, nakumbuka tuliambiwa tushirikiane, lakini haya mambo tuache wao wenyewe na kujua. Rafiki yangu wewe, una una mdomo kweli? tuachane na mambo kama yalivyo. Haya, wewe unaweza ukaenda tu nyumbani, ila usisahau kumsalimia bibi. Hata kama jakutongoza, fanya juu chini, hata ujitongozeshe mwenyewe, ili tutimize tu jambo letu, kwani tujizungushe huko kote kwa akaba mdogo yupo nini, usifanye hilo kwake ili tusisumbuke. Sasa kama ilikuwa ni ombi, hii ni amri. Fanya kama nilivyokuagiza eh. Kammkata wengi eh. Kama kameanza kufika tu ayaka kanapigana pigana kabia simi. Ndio maana na juzi kalinifokea kwena ugomvi wangu mimi na miskuleza wale, hasa amenda kuania ndani. Sasa ah, picha ilikuwa ilishaanza na wenyewe tena wamekata umeme Naboekaga vitu vya hivi watu wanaanza ugomvi hata wakabani, wewe unapiga kofu na mwangalie, piga vichwa kama John Cena huyo bibi ke ke eka undugu pembeni, amenifanya wamenifanya nakuwa mnyonge nayalegea hii haraka yote unaiona ni kwa sababu ya kwako wewe. Nilikukataza usiende msibani, ukanilazimisha sana uende, nikakuruhusu uende. Kufika kule tukaambiwa msibani hakuna msiba, kila mtu afanye shughuli zake, tumeondoka. Wewe kilichokufanya uwe wa mwisho kunyanyuka ni kitu gani, kati ya hali yako unaijua? Eh? Hali yako unaijua, unatakiwa wewe wa kwanza kunyanyuka. Umenyanyuka wa mwisho, nini maana yake? Sawa. Na kilichokufanya wewe ukae na yule mama unamjua kabisa ni bibi kubwa, ni chawi kijiji kizima. Kilichokufanya ukae naye kitu gani? Eh? Bwamba, bwana bwana wewe hupendi amani nikitulia wewe upendi, kumbe nilichogundua saskaakitum eh? Kabla sija kujibu swali lako ulioniuliza, mimi nataka kujua ule aliyekuambia maneno yao ni nani? kwa sababu niliokana wote nawajua. Upasi kujua nani aliniambia, hodi akafungua mlango wako shika dabu yako wewe. Nenda, akafungua wewe. dada Zamira, nzuri samani dada shem nimemkuta sasa hapa ndo naanza kupata picha yangu nzuri. Kumbe wewe Nkela ndo ulomwambia mume wangu kwamba mimi kwenye msiba nilikuwa mtu wa mwisho kunyanyuka. Hivi unaitafuta nini ndoa yangu? Yaani, ulivyomwambia hayo maneno mwembo, ulitaka mimi anipige au akitoka kule akifika hapa niandikie taraka niondoke nyumbani? Au ulitaka nini kwenye ndoa yangu? Wewe mbona mfukunyuku sana wee na ndoa za watu. <coughs> Hivi mke wangu hii tabia itaisha lini? Hivi hata matatizo ya kwangu mimi na wewe watu wote wajue, hebu eh? Acha hizo habari basi. Shemeji karibu. Asante shemeji, kulikoni? Uh, tutaongea wakati mwingine, mimi ngoja niende nyumbani. Unasemaje? ulipotoka nyumbani kwako kuja hapa, si ulijua huyu ana mke wake? Naomba uzungumze hapa hapa na mimi nisikie. Kwa ulitegemea ukija hapa utamkuta peke yake huyu? Sema hapa hapa mimi nipo. Hata hivyo sikuwa na nia mbaya dada. Mimi lengo langu kuja hapa ni kuja tu kumulizia shemu. Kile nilichoambiwa na mume wangu kipo sahihi na kipo sawa na kina ukweli wowote. Kwa sababu asubuhi ulipokuja kumulizia shemu kama amelala nyumbani kwangu, uliniacha kwenye msitofahamu. Kwa hiyo nilikuwa nakuja tu kujua ukweli kuhusiana na mume wangu. Hebu nitokee hapa wewe mkela wewe. Wewe watu mbona mnafiki sana wewe? Kwa unahisi ukiniambia hivi mimi ndio unaweza kucheza na eh? Kimya. Unajua, hili swala la madam sio wewe tu, hata mimi inanisumbua, yapata siku nzima. Sasa jionekana na sio kawaida yake, ah, yake kifupi, inaniumiza akili sana, na ukizingatia hiki kijiji sio kikubwa sana kusema kuna kumbe za starehe kwamba ataenda kujificha. Kiukweli, mara ya kwanza ili jambo nilichukulia kimzaamzaa tu, lakini siku ilivyoisha kabisa hajaweza kuwasili, kikweli hapo ndipo nikapata mashaka, nikaona ili jambo lina uzito ndani yake, kwa sababu hata kuku tu asiporudi katika banda lake mfugaji lazima atakuwa na wasiwasi wasi, na naangaika mpaka kwa majirani kumtafuta kuku wake, sembuse binadamu. Mimi nadhani kwa haraka haraka, nahisi tukatoa hizi taarifa kwa mjumbe. Ni sawa, la ilo wazo lotoa, lakini ni vyema tungeenda kwanza msibani, kwa sababu taarifa tumeipokea. Tusije tukaonekana ni watu ambao wa hatuna akili au watu na busara, tuna taarifa za msiba afu tukaendelea kufanya mambo mengine. Na ni kweli hivi, unafahamu kwamba kuna muda nasahau kwamba mwenyekiti amefariki. Na mbona nah, kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana, sijui ameumwa amefanyaje, but anyways aliyefariki amefariki tu, amesharudisha namba. Mi nadhani niungane na wazo lako cha msingi, tuende msibani, na kama tutakutana na mjumbe kule, basi tutamuwasilishia ili swala sawa. Wacha basi nifungie mlango mke wangu ana matatizo ya akili. Wewe nenda, mimi nitakuja huko huko, mkayajenge mkayapange, kitu kimoja kila, ili alijaisha, na siwezi kukusamea kukusamee, kwa kuwa umelianzisha. Nadhani unajua nitakuonyesha cha kipindi kile cha kufanya. Na nawe sijamalizana na wewe, nataka uniambie, Mbwembwe, ulilala wapi jana? Maana si huyu mkele kuja hapa mna yenu nyinyi mlio yapanga. Maana mwezi kunizungumzia tu ghafla mmekutana eti alikuwa mwisho kunyanyuka. Kuna yenu mlianza mpaka mkafikia hapa. Niambie na wewe jana ulilala wapi? Jamani! Kwa nini ndoa zote nipo hivi au ya kwangu mimi tu jamani? Ndio tunaambua tu wewe watu warefu na hekima. Hao wafupi hao vibakuli vya supu hivi. Ndio wanakuwa na akili kama za huyu. Fupi kama kopo la kombolela. Bwana no. Unamwangalia nani mijicho kando mundubwi sura baya kakopola chooni. Ila kumbuka matusi mimi, leo unanijua vizuri, nitakunyosha. Mke wangu kipenzi, nataka nikwambie kitu kimoja, watu wafupi wana akili nyingi sana, ila wewe ndio unawadhalilisha uonekane hawana akili Natoka kwa ajili ya makelele yako. Yaani mimi kama kula supu mimi Kiberiti. Hai. Kumekuchwea mama kiguu na njia. Unajua kabisa mimi nimetoka nimeenda msibani nimekuacha na ndugu yako ndani leo, miguu imekuasha unatoka unaenda kuzurula na unajua kabisa ndugu yako ametoka kupona leo tu, unamwachana nani umondani? Hivi damkunde, una shida gani na mimi? Yaani natamani angalau hata siku moja tu unizidishie akili japo kidogo. Nimechoka kila siku nanitoa akili. Unataka nifanye nini? Kwa hiyo mimi nimekudharau au kukusema hapa nimekuonea. Na kujua vizuri Kiberiti. Miguu yako muda wote inawasha. Unawaza kwenda kuzurula. Unajua kabisa una mgonjwa ndani na nimekuacha naye. Ah, ningechelewa kutoka msibani. Angebaki na nani mu ndani? Hey, jamani ndugu zangu. Wakati huu muda ndio wa kukaa na kufikiria tunaweza vipi kumkomboa siwa huko aliko. Hivi ungekuwa ndugu yako ana msaada, angenisaidia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Kama alishindwa kunisaidia wakati mpo wawili, hata huyu mmoja aliyebaki hataweza kunisaidia vile vile. Si tumeelewana? Namjua vizuri ndugu yako kuliko unavyomjua wewe. Nashukuru kwa kuwa mmelifahamu hilo. Damkunde, sitaki kelele na wewe, sitaki majibizano na wewe, sawa? Mimi pungwa, sisi muda wote akili yangu inarudi sifuri. Basi wewe mtu mzima mwenye akili zako, na ndo akili zako hizo hizo timamu ndo zilizokufanya wewe mpaka mpelekeswa kwenye uchawi. Basi ndo uzitumie tena kwa mara ya pili, akili zako hizo hizo timamu ziende zikamkomboe, sio? Mmm, nadhani umemwona ndugu yako lakini Damkunde, wewe pia ungemuuliza kistaarabu, lakini moja kwa moja umefika na kuanza kumfokea. Sawa basi, mi nda kibiriti kaniaga, wala haendi mbali kama mnakaa mnadanganyana kuwa Damkunde maamuzi aliyofanya sio sahihi, wakati maamuzi hayo hayo ndo alokufanya mpaka sahivi umejitambua. Unamjua yule ni ndugu yako, Kiberiti. Unanijua mimi ni dada yako, Mkunde, na unamjua yule ni kaka yako Baruza. Sasa mimi msaada wangu nazani umeishia hapa, palipo baki nawachia wenyewe. Nimechoka. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, uhu, kuna vitu vya kutisha wadui. Ah, habari yako Bi Yasmini? Habari yangu nzuri sijuivi. Mimi niko salama. Kilichonileta hapa si kigeni kwako, maana unahusika kwa namna nyingine. Jana usiku yule mzee asiyetajwa amekuletea mtu, japo wanakijiji wanatambua kwamba amefariki. Hivyo mimi namhitaji huyo mtu. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujavio. Watu wana ubadiri mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, kuna vitu vya kutisha wani.